Kwanza na, napenda kutoa shukrani kwa uwepo wenu hapa wote, lakini naamini kwamba kila mmoja ambaye yuko hapa ni mzima wa afya njema. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi kama mkurugenzi wa Ndauka Adverts, kwa muda mrefu sana nilikuwa natamani kusaidia vipaji, kusaidia vijana wenye vipaji. Kwa hiyo takriban miaka kama mwaka mmoja au miwili iliyopita hiyo kazi tulianza kuifanya mimi pamoja na management nzima ya Ndauka Advance. Kwa hiyo leo tuna announce label ya Ndauka Music, lakini vile vile tunamtangaza msanii wetu wa kwanza ambaye yuko ndani ya Ndauka Music anaitwa Kaso. Nashukuru timu nzima ya Ndauka Advance na uongozi wake kwa kuweza kulisimamia hili swala kwa hiyo mpaka hapa tulipofika, tunatoa nyimbo ya Casso ambayo inaitwa Kitonga. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yatakuja, yapo kwenye Ndauka Music ikiwa chini ya Ndauka Advert Company Limited. Nashukuru sana. Mimi naitwa Anet Mosha, ni maneja masoko wa Ndauka Advert Limited, na Ndauka Advert Limited kwa maamuzi ya, ku, ya kuifungua Ndauka Music Label, tumeona tuanze na msanii Casso. Msanii Casso anaanza na wimbo wa unaitwa Kitonga ambao uko kwenye madhi ya bongo flava, na sababu ambazo tumeamua tuanze naye kwa sababu, wapo wasanii wengi ambao bado tunawatengeneza tunawaandaa kuingia kwenye industry. Tumeanza naye kwa sababu uh, tumeona discipline yake inaridhisha, tumeona jitihada zake zinaridhisha, na pia ana, ana, ana, ana ule uelekeo ambao umetufanya tusiwe na sababu ya kuendelea kumhold. Uh, kwa hivyo tumeridhika na, na, na kazi yake kwa ujumla. Na Ndauka Ndauka kama music, tuna hatujataka kuishia tu kama kwenye muziki lakini tungependa kuwataarifu wadau wa muziki kwamba tuna, -ma tuna mambo mengi ambayo tunategemea kuyafanya ikiwemo kushiriki kwenye matamasha ikiwemo kushiriki kwenye promotions na excellence yetu sisi inategemea kutanua wigo mkubwa kwa ajili ya vijana katika muziki kwa ajili ya wafanyabiashara katika promotions zao na mauzo yao kwa ujumla ainanai Saidi Kasim au jina la usanii linaitwa Kaso. Kwanza nawashukuru sana kwa kukusanyika hapa na kunisupport. Pia namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi kama hii na afya bora. Pili namshukuru mamaangu mzazi Bi. Hawa kwa kunisupport na familia yangu kwa ujumla. Tatu naishukuru man management yangu nzima ya Ndauka Advert na Ndauka Music kwa kunipa nafasi kama hii. Na leo nanitambulisha, basi naomba wananchi na Watanzania pia kunisapoti katika kazi zangu zote. Wategemee show nzuri, wategemee nyimbo nzuri, naomba wanipokee. Asanteni sana.